Bismillahir Rahmanir Rahim, innama waliyyukum Allahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Leo nataka kuzungumza kwa nini tunamfuata na tunamtanguliza Imam Ali alayhi salam kabla ya masahaba wote, kabla ya masahaba wote. Na tunaamini kwamba ni lazima kwa Waislamu wote kumfuata na kumtii. Tunasema tuna lazima tufuate masahaba, lakini kuna yule sahaba mbora, kuna yule muumini mbora, kuna yule mtume. Tuko na mitume wengi, lakini mtume bora. Tuko na waumini wengi, lakini muumini mbora. Kuna masahaba wengi, lakini sahaba mbora. Sasa huyo ambaye ni mbora zaidi anatangulizwa na kuna mambo ambayo lazima imemfanya ndiye akatangulizwa katika aya za Qur'ani ambazo zinasema tunatakana tutii nani na tufuate nani, ni haya ya Qur'ani. Baada ya kuwa mimi nimeeleza ni vipi na nini, nitaomba kila mmoja aende aulize, eh, angalie katika tafsiri za Qur'ani. Sio za Kishia, bali za Kisuni pia na madhehebu zingine zote. Aya nasema, innama waliyukumu llahu wa rasulu, kwamba walii wenu ambaye mnatakana mumfuate ni nani? Ni Mwenyezi Mungu alafu, wa na mtume wake. Wa kwanza nani, mwenye mnatakana mfuate? Ni Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na nani? walladhina amanu na wale ambao walioamini alladhina amanu wameamini. Sasa tutafuata watu wote walioamini? Haiwezekani. Anasema katika wale walioamini, alladhina yuqimuna salata, wale ambao wanaswali. Eh, kwani kuna mtu ambaye ni mumini na haswali? Waumini wote wanaswali. Kuna mumini ama kuna masahaba walikuwa ni waumini na hawaswali? Obviously hakuna. So, tuone zaidi alladhina amanu alladhina walladhina amanu alladhina yuqimuna as salat wanaswali, wayutuna zakat. Hapa kidogo inakuwa specific, kuna masahaba walikuwa hawana kwa sababu zaka ni zaka, inakuwa iko na specific watu maalum. Kuna watu, mimi sina shamba, ndio nitoe zaka? Kwa sababu zaka ni, ni baadhi ya vitu ambavyo uko navyo ndio inabidi utoe zaka. Mimi kama sina sina wanyama ambaye imezidi idadi fulani, ndio nilazimishwe nitoe zaka kwa hivyo sitalazimisha kutoa. So, kuna baadhi ya waumini walikuwa wako na shamba wako na wanyama wanatoa zaka. So ni nani katika masahaba walikuwa wanatoa zaka na ni nani katika waumini walikuwa wanatoa zaka? hop okay, so ni wengi, hatutaweza sasa tujue. Yani, Mwenyezi Mungu anataka tufuate, tumfuate Mwenyezi Mungu, tufuate mtume na tufuate waumini ambao wanaswali na wanatoa zaka. Bado idadi hao waumini ni kubwa. Tuone wayotuna zakata wahum rakiun. Sasa katika historia yote ambayo tukiangalia katika vitabu vya Kiislamu za Kishia na za Kisuni inaelezea kwamba aya ilishuka kwa sababu ya nani? Inasema kwamba kuna moja katika masahaba ambaye sio mwingine isipokuwa ni Imamu Ali, alikuwa al al al yuko katika swala Alafu kuna maskini aliingia msikitini, msikiti wa bwana Mtume Madina, na akaanza kuomba masahaba ambayo walikuwa wako msikitini. Masahaba wengi wakasema hatuna. Kwa sababu ya nini? ilikuwa ni katika siku ambazo ndio masahaba au bwana Mtume amegura ametoka kutoka Maka ameenda Madina, na hali ambayo walitoka walitoka kwa sababu ni kukimbia, hawajabeba ama hawana vitu vya kutosha. miaka kadhaa miaka kadhaa baada ya kugura ya Bwana Mtume kuelekea Madina, masahaba walikuwa wanakumbana na shida ya kiuchumi. Sasa wengi walikuwa hata Bwana Mtume ndiye akasema, akaunganisha, akasema, akatengeza kitu inaitwa undugu, yaani wewe katika Ansar ambaye walikuwa ni waumini ambayo wanaishi Madina na Muhajirin ambao walikuwa wametoka, ni waumini ambayo wametoka Maka wamekuja, wamegura wamekuja wanaka Madina, akatengeza undugu. Nyinyi ambaye mko hapa mko na nyumba na nyinyi ambaye mmekuja ni wageni, hamna sehemu, mkuwe kama mandugu, mko mnaangaliana. Upungufu fulani wewe aenda usaidie mwenzako ukulima, wewe huyo hana sehemu ya kulala, mpatie mahali ya kulala, na kama uko na nguo mbili tatu, chukua moja mpatie mwenzako na kadhalika. Sasa waislamu wako katika shida, katika hali ya nini, ya upungufu na shida ya kiuchumi. Sasa mmoja katika wa, watu amekuja anahitajia usaidizi, amefika katika msikiti ya bwana mtume. Bwana mtume hayuko msikitini, alafu masahaba wamekaa hapo, akaomba nani anaweza akanisaidia? Imamu Ali alikuwa ko katika hali ya swala, masahaba wote wakasema hatuna yeye. Imamu Ali akiwa katika hali ya swala, ameenda katika rukuu, akamwashiria huyo sahaba. Kitu chenye alikuwa ko nacho pekee ilikuwa ni pete, ambacho labda kina thamani kinaweza kikauzwa kikasaidia mahali katika ha, maisha ya huyo eh, maskini. Sasa Imamu akanyosha mkono akamwashiria pete. Sasa huyo akachukua hiyo pete, akaitoa na kanini, akaenda akauza. Habari ikamfikia kwa Bwana Mtume kwa kupitia kwa wahi, ndio aya hii kashuka, ikasema waumini, innama waliyukumullah yaani, wali wenu ambaye mnatakana mumtii na mfuate ni nani? Ni Mwenyezi Mungu na rasul na mtume wake, na waladhina amanu, wale ambao waliamini, lakini sio wote ambao wanaswali, lakini sio wote tu ambao wanaswali, ambao wanatoa zaka, lakini sio wote ambao wanatoa zaka. Wale ambao wanatoa zaka wako katika hali ya rukuu. Sasa sisi wali wetu, yani viongozi wetu, ambaye tunatakana tuwatii na tunawaamini na tunawatanguliza beina ya waumini, ni Imam Ali kwa sababu ya hii aya ambayo ndio inaelezea kwamba Mwenyezi Mungu ametuamrisha, ametuamrisha kwamba hao ndio viongozi wetu, hao ndio wenye tunatakana tuwafuate, hao ndio tunatakana tuwatii kwa sababu ya amri ya Qur'ani. Tutaki kwenda kutafuta sisi katika hadithi hii sahaba alielezea, sisi ah, Qur'ani yenyewe inaelezea hapa. Hivi tusisahau kitu moja, Mwenyezi Mungu anasema tumeshukisha Qur'ani tibian, ya kuelezea Yani, kuelezea nini? Ilikuwa ni kwamba bwana Mtume anashukisha aya, watu wako hapo, wanaelewa aya imeshuka hiyo. Wakati hiyo imesema kwamba watu wafunge, saizi mtu atakuja atakwambia ti kwamba hii aya inasema ufunge. Ufunge nini? Ufunge kichwa? Ufunge kiuno? A -a, lazima sti fulani ndio akuja nielezee, ndio kuna aya ambazo zimeshuka zina ambi, tunaambiwa kwamba hizo ni aya dhahiri, hakuna kupinga. Yani kila mtu ambaye ako na akili anataka na elewa. Ndio tunaona katika Qur'ani imerudiwa na imerudiwa na imerudiwa, imerudiwa. Tunaambiwa afala taqilun, kwani hamtumia akili? Yani kwamba unasoma na utumia akili yako, sio unasoma na utumia akili ya mtu mwingine ama maneno ya mtu mwingine ama maelezo ya mtu mwingine. Aya imekuwa elezea lakini bado pia, lakini bado pia ili upate utulivu, ndugu yangu mshia, ndugu yangu msuni, ende uangalie tafsiri ya hii aya, sababu ya kushuka hii aya ilikuwa ni nani? Aya inaeleza kwamba kuna Mwenyezi Mungu ametuamrisha tuwafuate, tuwasikilize, tuwatii, tuwaweke kama viongozi wetu. Nani? Mwenyezi Mungu na bwana mtume. Na nani na walioamini, na wanaswali na wanatoa zaka katika ruku Sawa, tunatakana tuwatie hawa wenye wanatoa zaka katika rukuu ni nani? Mimi nimekwambia, mimi kwa riwaya ambazo nimezifuatilia ni imama Ali. Mashekhe wamenifundisha pia, wameangalia ni imama Ali. Vitabu vya madhehebu zote nimeangalia, mwenye ameambiwa hapa ni nani? Ni imama Ali. Lakini sasa wewe utumie akili yako, ndio ujue kwamba ukweli iko wapi. Usiseme ati fulani fulani fulani, sisi tulikuta hivyo tunaona aya nyingine inakuja sasa, ndio inakuambia ati kwamba wewe ulikuta ati watu wanafuata hivyo. Sasa ndio hiyo hiyo kweli ndio a a, lazima wewe mwenyewe pia ufuate. Na hii Qurani haijakuja tu kwa ajili ya watu fulani, ati zama za bwana mtume ndio ilikuwa amri ni zao. A a wewe Muislamu hadi za mazaleo, amri zenyewe ziko ndani ya Qurani, natakana uzifuate. Qurani inasema nini? Bismillahirrahmanirrahim, wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala llah, tukiwaambia wa wafuate yale ambayo Mwenyezi Mungu ameshukisha, qalu. Qurani imesema nini? Tumeona kwamba hapo imesema mfuate Mwenyezi Mungu, mfuate mtume wake, mfuate yule ambaye anamumini ambaye ana, ana, ana swali na anatoa zaka katika rukuu. Mwenyezi Mungu amekwambia usifuate hiyo, wewe unaanza kusema hapana, ni she, mashehe fulani ama mtu fulani kitabu fulani Qurani imekwambia. Sasa wewe unakosa kufuata kwa sababu ya uliona kwamba wen, wengine jamii yangu, watu wangu watani. Qurani inakwambia wa idha kila lam, tukiwaambia wafuate yale ambayo Mwenyezi Mungu amesema, amesema tuyafuate, qalu bal natabi'u, bali tunafuata, tunafuata ma Mwenyezi Mungu anakwambia hapana, alfayna alayhi baba, baba zetu ndio walikuwa wamezoea. Hapana pia awala ukana abaahum la yaqiluna shay'an wala yahtadun, baba zao kwani walikuwa, inawezekana walikuwa baba zao na hao wenye kabla yao walikuwa, walikuwa hawa nini, la yaqilun, hawatumia akili na, na hawataki kupata hidayah. Sasa Mwenyezi Mungu katika kila aya ya Qur'ani jawabu yake, ukisema sihivi, Qur'ani itakujibu. Mimi sijakuja kuja kuongea kutokana sijui na huyu na yule na aa, nimekwambia Qurani imesema tufuate Mwenyezi Mungu, tufuate mtume wake, tufuate wale ambao wame, wa, wana imani na wanaswali na wanatoa zaka katika swala. Wanatoa zaka katika swala, ni nani ametoa zaka katika swala? Kama saizi aya itakuwa inaonesha ilishukisha kwa ajili ya babu yangu inabidi umfuate we babu. Kama inaonyesha uli, ulikuwa umfuata ustadhi fulani, inabidi hapo. Ndio kwamba Qurani ndio kamili na inatufundisha na inatuelekeza. Aya zote zinakuja zikijibu na zikitupatia dalili kamili. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.